Umoja wa Mataifa umesema una wasiwasi mkubwa kuhusu machafuko yaliyozuka wakati wa, wa maandamano nchini Kenya Jumatano wiki hii yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua kumi na sita na kuwaacha waandamanaji wengine na majeraha, huku ukitoa rai pawepo na utulivu. Msemaji wa afisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia maswala ya haki za binadamu Elizabeth Trossel amesema katika taarifa kwamba wametiwa wasiwasi kuwa baadhi ya wa waandamanaji walikuwa na majeraha ya risasi. Afisi hiyo ya Umoja wa Mataifa mjini Jeneva imetambua kwamba mamlaka huru inayosimamia idara ya polisi Aipoa imetangaza itaanzisha uchunguzi. Trosel amesema haki ya watu kukutana kwa amani na uhuru wa kujieleza ni msingi wa utawala wa sheria na lazima uheshimiwe na watu wote.